Ni sisi As-Salafiyun, sisi Ahlu Sunnah wal Jamaa tuliyoishika hii da'wa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da'wa ya wema waliotangulia. Tutumieni nafasi zetu na yale maarifa na elimu aliyotujaalia Allah na uwezo wa kufikisha. Tusimameni kideto, tulizungumza jambo hili Tuwazindue waislamu wenzetu na Watanzania wote kwa ujumla, wale watakaopenda kujua mwongozo wa Uislamu. Tuwabainishie athari mbaya za uvunjifu wa amani na faida kubwa ya kutunza amani kwenye makazi yetu na nchi tunazoishi, na zile hoja zao dhaifu wanazozileta, maana wana hoja dhaifu kwamba oh, haki sasa hakuna haki, amani itapatikana vipi? Mbona kuna dhulma? Mbona fulani kapotezwa? Mbona fulani katekwa? Mbona fulani kauawa? Mbona hakuna uhuru? Mbona kuna njaa? Mbona kuna kadha. Zile hoja zao zote zajibika kwenye Uislamu, zote. Hakuna kitu kimeachwa kwenye Uislamu, zote. We, lete hoja yako, yote imejibiwa na Uislamu. Aalete kama waweza. Sasa sisi Waislamu tuna heshima na tuna imani juu ya maandiko matakatifu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na maelekezo ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Muislamu ukimwambia mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kadha yule muumini wa kweli, huwezi kumdanganya hata siku moja. Lete propaganda zako hapo, piga domo lako hapo, hakuelewi. Nakwambia mtume wetu sala salama akasema kadha, hasemi hivyo utakayempata ni yule asiyetaka Uislamu.